Sisi wanafamilia wa polisi kupitia siku hii ya familia ya polisi mkoa wa Temeke, tunaendelea na maandalizi. Narudia, tunaendelea na maandalizi ya siku hiyo ya kikatiba ya kisheria ambayo inahusisha masuala ya uchaguzi mkuu na tunaendelea kuisoma katiba mara tatu tatu tunaendelea kusoma sheria za uchaguzi mara tatu tatu, tunaendelea kusoma sheria ya vyama vya siasa mara tatu tatu. Oyo, salama, kwa hiyo swala la usalama litaimarishwa kwa kiwango cha juu kabla, wakati, hata baada ya uchaguzi mkuu. Hili ni swala la katiba, swala la kisheria, swala la kikanuni, na sheria zipo. Sisi jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Temeke, mtuwa sehemu ya, mtu ya karabii, tunaelekezwa na sheria, hatuelekezi na mtu binafsi, mpata kwao uchaguzi mkuu. Sisi, sisi, tunatambua upo na usalama utakuwepo. Sisi polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tutatekeleza majukumu yetu kwa mujibu wa sheria na hatutasita kushughulika mtu yoyote ambaye atafanya vitendo vya kijinai, na sisi sheria ika inatuelekeza kwamba kwa kufanya vile ni kosa, tutachukua hatua kali, lakini kwa kuzingatia misingi ya kisheria. Kazi za polisi zinatuchukulia muda mwingi, wakati mwingine zinahusisha zina kufikiri sana na hisia katika mazingira magumu katika mazingira magumu niliyoyaeleza, familia zetu zinabaki kuwa ni nguzo muhimu inayotupa nguvu na faraja. Afane Kamanda y kanda maalum Dar es Salaam kwamba ukifanya kazi ngumu, faraja pekee tunaipata kwa familia tunapokuwa tumerejea nyumbani. Wake zetu, waume zetu, watoto zetu wanachukua mzigo mkubwa wa maisha yetu ya kazi kwa kuhakikisha tunapata utulivu wa akili na mazingira mazuri nyumbani.